Heri ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa Waislamu wote kwa na Wakristo wote nikimaanisha Kwaresma, nawatakia mfungo mwema. Leo niko mbele yenu kuelezea biashara ndogo ndogo ambazo hazihitaji mtaji mkubwa, lakini huwa zina faida kubwa sana, pili, zinapofanywa na wahusika kwa uaminifu mkubwa zaidi. Biashara hizi ni biashara kama zifuatazo. Biashara ya kwanza ni biashara ya vifungashio. Vifungashio hivi hutumika sana masokoni, magengeni, pamoja na madukani. Biashara hii haihitaji mtaji mkubwa sana, lakini huwa na faida sana Atakapoifanya kwa uaminifu na kwa hali ya usafi zaidi. Biashara ya pili ni biashara ya maziwa nikimaanisha maziwa fresh au maziwa mtindi. Biashara hii haihitaji mtaji mkubwa pia, lakini huwa ina faida kubwa sana. Biashara ya tatu ni biashara ya matunda. Biashara ya matunda, matunda kama vile matunda, mananasi, maembe, maparachichi na kadhalika. Biashara hii pia haihitaji mtaji mkubwa sana, lakini huwa ina faida Biashara ya nne ni biashara ya juisi za matunda. Biashara hii pia haihitaji mtaji mkubwa sana, lakini huwa ina faida pindi mtu atakayefanya ataifanya kwa ufanisi na kwa nidhamu kubwa. Biashara ya tano ni biashara ya mayai ya kuchemsha. Biashara hii pia haihitaji mtaji mkubwa sana, lakini huwa ina faida kubwa pindi atakayefanya ataifanya kwa ufanisi mkubwa na usanaa zaidi. Sanaa na kwa ufanisi mkubwa zaidi. Biashara ya sita ni biashara ya kijiwe cha kahawa. Biashara hii ni nzuri, kwani watu wengi hupendelea mida ya jioni kutulia na kupata kahawa katika sehemu iliyotulia na mandhari safi kabisa. Hivyo basi, biashara hii haihitaji mtaji mkubwa sana. Inahitaji umakini na hali ya usafi katika biashara, na pia huwa ina faida kubwa sana. Usisahau kusubscribe katika chaneli yetu ili kupata dondoo na makala zinazofuata zaidi.